Hapa ni katika kata ya Makutupora, mtaa wa Veyula, wilaya ya Dodoma mjini, ambako wananchi walifunga barabara hii kwa muda kufuatia ajali iliyosababisha kifo cha mtoto mmoja na mwingine kujeruhiwa baada ya kugongwa na lori la kubeba vifusi linalodaiwa kumilikiwa na Jeshi la Magereza. Wananchi wanasema ajali hii imetokea wakati watoto hao wawili, wa familia moja wakivuka kwenye kivuko cha watembea kwa miguu maarufu kama zebra, wakielekea shuleni. Baadhi ya mashuhuda ambao tumefanikiwa kuzungumza nao wamedai kuwa dereva wa lori hilo alikuwa akijaribu kuyapita magari mengine, hali iliyosababisha kukosa umakini na kusababisha ajali. Mi ni Saidi Senga, ni mtendaji wa kata ya Makutupora. Ajali hii imetokea asubuhi, majira ya asubuhi shuleni, wa wili, ya asubuhi watoto wakiwa wanaelekea shuleni wakiwa wawili, mmoja darasa la kwanza, jina lake anaitwa Jolin Renyau, umri miaka sita, lakini akiwa wa na mwenzake ambaye ni dada yake, darasa la tano akiitwa Caroline Renyau. Watoto hawa wakati wakiwa wanavuka ndo walikumbana na hiyo changamoto, wakiwa wanavuka kwenye sehemu ya alama ya pundamilia kwa maana ya zebra, wakawa wamekupata changamoto ya kugongwa na hilo lori la magereza. Huyu mdogo ambaye anaitwa Jolene, yeye alifia palepale, lakini mwenzake dada yake alipata majeraha, lakini kwa sasa tunavyozungumza, tayari ameshakimbizwa hospitalini kwa ajili ya kuweza kupata matibabu. Rai yangu kwa upande wa waendesha vyombo vya moto wajitahidi kufuata alama za barabarani na sheria zake. Hii itasaidia na kuchangia kupunguza changamoto hizi za ajali barabarani, hususan ukizingatia hawa watoto wame, wamegongwa wakiwa katika eneo ambalo ni la ni la alama ya barabarani. Lakini vile vilevile, uh, nishukuru kwa upande wa wananchi wa kata hii ya Makutupora, hususan katika ile eneo la Veyula wamekuwa n taarabu na wapole na watulivu, baada ya kuona kwa namna gani kwamba walikuwa tayari wameshaanza kuchukua hatua zile za kufunga barabara, lakini wamekuwa ni watu ambao ni watulivu, wametoa na wameelewa. Kwa majina naitwa Fabian Edward, ni mkazi wa hapa Veyula. Nilipokuwa natokea Veyula kuja maeneo haya ya Namanga, kuna gari moja lilikuwa kwa mbele yetu likawa limesimama na kuanza kupiga double hazard na mimi kama mwendesha bodaboda nikasimama pale, na mimi nikapiga double hazard katika lile eneo japo katika kupiga double hazard, ili gari la magereza likawa limetoka huko kwenye kuchukua mchanga, likaja na spidi kubwa mno na bahati mbaya ilivyotokea, lile gari likawa limefika maeneo yale pale na kukuta au na kujikuta kumgonga yule mtoto ambaye aliishia pale pale. Na tunasikitika sana kuona matukio haya yanakuwa mwendelezo na yanatokea muda wote, na tunachoomba serikali kwa kweli ilione hili na ione umuhimu mkubwa ya kwamba mji umekuwa na lazima Veyula iangaliwe. Wananchi wanasema wamekuwa wakitoa malalamiko yao kwa muda mrefu, lakini hakuna mabadiliko yoyote ya msingi, jambo linaloendelea kuhatarisha maisha ya wananchi, hususan watoto. Kwa majina anaitwa Paul Julius Negele. Kiukweli sasa hivi tunaenda kwa ndama na haya magari ya serikali. Magari ya serikali yalikuwa yamepita kwa mwendo wa kasi hasa hapa Veyula. Na yanaoongoza kwa ajali ni haya malori ambayo yanabeba vifusi vya mchanga. Yanapokuwa yanatoka kule mara nyingi kwa sababu magari yale ni ya viongozi ni wakubwa serikalini. Kwa hiyo na uwezo kumfanya chochote ndio maana traffic wanakosa nguvu jinsi ya kuwaonya au ya kuwaonya au madereva. Ombi langu kwa serikali, tunaomba sana juu ya hili lililotokea leo kwa sababu ni dereva ambaye ni mtumishi na ni mwajiriwa ambaye yuko magereza, kikosi cha magereza. Serikali yetu iangalie kwa kina swala hili, na pili, swala la huyu mtoto ambaye tayari ashapotelewa. Ile ni familia, je, wao kama magereza wanafanya nini? Je, ile familia wameshawapotezea mpendo wao. Maana kumgonga mtoto na kumwacha pale umeshamkatisha kwa maisha yake. Huyo mtoto baadaye angekuwa waziri, angekuwa mbunge, na angekuwa kiongozi yote serikalini. Alikuja spidi, amenipita wakati huo mbele kwa kuna pikipiki ilikuwa imesimama kwenye zebra. Ipishe wale watoto wavushwe. Alivyokuja yeye alishindwa kusimama pale, ikabidi akate kulia kwake. Akashindwa kulicontrol gari lake ndopaka kuingia kwenye fence ya mission. Na maana kwa spidi aliyokuwa nayo, ilikuwa sio rahisi tena yeye kusimama, na ndio maana kutokea pale mpaka kule kutokea kwenye zebra mpaka kufika kwenye hii fence. Distance ni distance ambayo ni ndefu zaidi ya mita mia. Sasa je, ni mtu na na alikuwa na speed gani? Na maana speed aliyokuwa nayo ni kali ndio maana kasababisha kumpoteza mpendwa wetu. Niendelee tu kuwashukuru wananchi kwa sababu wananchi pamoja na kwamba walichukia, lakini walipofika mkuu wa wilaya walijitahidi kumsikiliza na wajaraizi tena wametulia. Kinachoendelea mkuu wa kina wilaya wetu tunamshukuru sana kwa sababu ni mtu msikivu. Ametoa maelezo, ametoa maelekezo kwamba TANROADS waone ni namna gani wafanye utaratibu wa kuweka matuta na mambo mengine inayohusu mambo ya barabara. Akiwepo pale traffic itasaidia sana kwa sababu ni kivuko kikubwa, watoto na watu wengine wanaevuka kwenda kanisani na watoto wanaenda shuleni. Akiwepo traffic pale atatusaidia sana. Lakini kuna jambo lingine ambalo ilikuwa tuna tunaomba, na tulianza process tumekosa tu namna ya kufanya. Tulikuwa tunaomba ikimpendeza Mungu tuwe na shule ya watoto wa darasa la kwanza hata kama ni madarasa matatu watoto wa darasa la kwanza la pili na la tatu ambaye hawatakuwa wanavuka barabara, hilo litasaidia kwa sababu si mara ya kwanza kugongwa wanafunzi pale. Miongoni mwa hatua ambazo wananchi wanataka zichukuliwe ni pamoja na uwepo wa askari wa usalama barabarani ili kulinda usalama wa watumiaji wa barabara, hususan watoto wanaoelekea shuleni kila siku. Si mara ya kwanza kuripotiwa kutokea kwa ajali katika maeneo haya, lakini wananchi wamekuwa wakilalamikia mamlaka husika kwa kushindwa kuchukua hatua ili kukomesha matukio haya. Jack Masawe TMC News, Dodoma.